Na wakati huu, Azam Ice Cream ikija na vifungashio vya kisasa zaidi na katika mwonekano wa tofauti ambao utakuwezesha kwa urahisi zaidi Kufikia uh, huduma hiyo na kupata pia mengi, lakini tafahamu pia kile ambacho unaweza uh, ukahudumiwa uh, uh, kupitia Azam Ice Cream. Na katika kuzungumza na kufahamu kuhusiana hili, tunaye hapa uh, meneja masoko kutoka Azam Ice Cream James Matola. Karibu sana James. Asante sana Hilda, nashukuru. Tunaye pia eh, meneja operesheni kutoka Azam Ice Cream Hassan Shekh, karibu sana. Asante sana, sana. Karibuni sana. Naam, tunazungumza ice cream mpya katika vifungashio <laughs> vya <Khabisa. mpia katika laughs> <Khabisa. mpia> kisasa <laughs> <laughs> na hapa tunazo <laughs> uh, sampuli ambazo uh, tutazifahamu ni zipi hizo, uh, ni aina gani ya flavor ama ladha ambazo zinapatikana, lakini ni kwa vipi pia inakurahisishia zaidi wewe katika kubeba katika kupata kutumia na mambo mengine mm -hmm. Karibu tufahamu pia kuhusiana na ujio huu mpya mm -hmm. Um, ujio mpya wa askrimu zetu uh, haswa kwenye hizi 100 ml. Kwa hiyo ni askrimu ambazo zilikuwepo lakini tumezi, tunazizindua leo ama tunazitambulisha leo katika mwonekano mpya kwenye range mm -hmm. ya mililita 100 na 150 mm -hmm. na tumezindua katika mwonekano huu mpya kuipa premium look mm -hmm. kwa hiyo ni iskrimu ambazo tumeboresha mwonekano kuwa mwonekano wa kisasa zaidi, lakini pia ladha nayo imeboreshwa kuipa iskrimu yetu ile creamier, softer and... very tasty hmm. Kwa hiyo sio mwonekano peke yake, lakini mpaka ladha pia nayo imeboreshwa. No. Sasa nawaza ladha ile ilivyokuwa tamu, sasa ikiwa imeboreshwa inakuwaje? kwa <laughs> nzuri <laughs> zaidi hapa. <laughs> <laughs> tunaza tuna aina ngapi uh, packaging hizi ambazo zimekuja uh, kwenye hii 100 ml range? mm. ni flavor nne pendwa ambazo ni flavor ambazo zimekuwa zinapendwa na watu wote, watoto na watu wazima. Kwa hiyo ni flavor nne ambayo ni vanilla vanilla, strawberry uh, na vanilla chocolate. Mm. Pamoja na strawberry mm. Mm. Yeah. Na hii ndogo ndo milizi 100, sio ndogo ile kule milizi 150. Okay. uh, yeah. yeah. yeah. Uh, sasa najaribu kuwaza, uh, ni rahisi hata ukiwa na watoto nyumbani kuwabebea hata kuwagawia itakuwa kuwa, uh, rahisi zaidi. zimepokelewa kwa ukubwa gani sokoni mpaka sasa matoa? <coughs> uh, so far hizi ni bidhaa zetu ambazo Uh, ni fast moving yeah. Yeah, bidhaa pendwa zaidi na zinatembea zaidi katika, tukiongelea caps kwa maana ya hiyo 150 na 100 mils. mm -hmm. ni bidhaa ambazo kwa kweli zinatembea sana na si Dar es Salaam tu, ni kwa, kwa nchi nzima mm -hmm. yeah, na nchi jirani pia mm. Mm. na hili ni jambo la kupongeza unajua. mm -hmm. Ukienda huko mtaani uh, karibu kwenye kila duka zipo bidhaa hizi. Tafsiri yake ni kwamba mtumiaji yupo mpaka huko ndani kabisa, kabisa. sehemu ambayo inaweza ikaonekana kwa picha ya kawaida kwamba ni ngumu kufikika kabisa, ni jambo kubwa sana uh, umezungumza zipo aina nne kwa upande wa ujazo wa mililita mia moja. Ah, kwenye ladha ile ile ambayo imeboreshwa zaidi, Na kwa upande wa hii ya 150, Kwa upande wa 150 hapo kuna ubunifu zaidi ambao umewekwa mm -hmm. Kwa hiyo ukiangalia hizi ambazo ziko hapa za mia hamsini mm -hmm. Ni ice cream ambazo zina si tunaita inclusions, kwa mfano kuna korosho ndani yake mm -hmm. Au kuna toffee bits ndani yake, kwa hiyo unakula unapata toffee bits au unapata korosho eh. Kuna nyingine ambazo zinakuwa na ile chocolate brownie na kuna nyingine inakuwa ina tutti fruit. Kwa hiyo hizi ni premium zaidi, kwa sababu ina imeongezwa baadhi ya vitu na iko ziko nyingine ambazo pia zimeongezewa biskuti, biskuti. mm-hmm. Kuna biscuit bits ambazo zipo ndani yake, kwa wakati unakula ice cream unapata pia na yes. ladha za yes. hivyo vingine kabisa. Na, na, na hii imenikumbusha kwa, kwa uzoefu tumezoea uh, meals zaidi ile family package zile yes. ile premium ambazo tulikuwa nazo pia, hata wakati mwingine yes. alivyokuja yeah. ina inaopa urahisi zaidi hata ule mgawanyo <laughs> kwa <laughs> sawa sawa <laughs> e, kama mko wanne hapo kila mmoja aki ana utamu wake, mtoto akalalamika. Na kwa kuongeza tu labda niseme yeah, eh, pia hizi zinatumika sana kwenye events, yeah, ya, kwenye events na tunataka kuwaambia uh, wadau wetu kwamba sasa hivi tupo vizuri na tumejipanga sana kwa watu wenye sherehe uh, events za kiserikali au event hata za mashureni kimfano, mfano visiting days za wazazi au graduations, tuna special service tunaifanya pale ofisini kwetu. Uh, tumeandaa mafriza sawa, mafriza special kwa ajili ya events. Uh, kama mtu ana, ana, ana event yake anaweza kaja pale akatuambia tarehe, sisi tuka provide freezer. Umeshaona uh, tuka provide freezer tukampelekea huduma pale. Baada ya event kuisha, labda baada ya masaa 24kipeleka kama freezer leo kesho, kesho inaweza kafatwa. Wow. mm -hmm. Yes, kwa hiyo tunafanya sana. Pia kwa zile event kubwa ambazo mm -hmm. zina yes, mm -hmm. watu wengi zaidi pia tuna provide mpaka gari. mm -hmm. Tupo, tunazo gari special zinafika pale tunafungua milango tunatoa service. Kwa hiyo kwa upande wa dessert Watuachie, yes kabisa, tuko sawa <laughs> na tujaishia hapo pia Hilda. mm -hmm. tunatoa tuna, tuna pia na staff wetu ikibidi okay, kwa ajili ya kuja kusefu mm -hmm. kwao, tunawambia huu e, mwaka tumekuja vizuri zaidi na mazuri yanafuata baadaye pia na sio mafriza tu hata ice cream zenyewe. Of course. Of course. <laughs> of course. <laughs> yes, of course. Yeah e, watu wasidi wakachukua hapo <laughs> wrong. Yes, kwamba tunakuletea freezer kwa ajili ya kuletea ice cream. <laughs> <laughs> of course. <laughs> <laughs> yes. <laughs> yeah, kabisa. Na katika hilo utaratibu ukoje, pia mfano um, na, na, na nikianzia mfano mtu akiwa na event ya watu wangapi anaweza akapata huduma hiyo? Uh, kwanza kimfano tukiongelea kwenye harusi watu wowote wale, kwa sababu hatuko limit kwenye kununua. Kama utakununua box kumi na tano, box ngapi, tutakuletea. Kuna shida? Tunazo freezer pale, tutakuletea freezer, tutakuletea na mzigo. Kazi yako ni kuja kutoa tu order, utuambie lini sherehe yako inaanza, e, muda gani, basi tunafanya hivyo. Na nikitaka wahudumu kutoka Azam Ice Cream waje, natakiwa kuwa na idadi ya watu kwanza, wangapi? Maana na wenyewe pia pengine nitataka kuwaona wakinihudumia pale, au wakihudumia watu wangu. Sasa e, hiyo inategemea, kwa sababu uh, kimfano kimfano, kuanzia labda, kama una event ambayo inafikia watu elfu moja. Kuna event zile kubwa, labda za kwenye, kimfano uwanja wa mpira umeshaona, ya tuna, tutaleta watu umeshaona, tutaleta watu ambao watakusaidia wewe kuhu kutoa huduma kwa sababu tutakuwa nakuja pale kwenye, kwenye gari kwa yeah, watu wetu. Yes, ayo, ni rahisi kutoa hivi umeshaona na, na, yes, lakini hata kama una, una kimfano event za mchana yeah. Sawa, kuna labda harusi ya mchana au visiting days au nini, kama shule inakuja inatuomba, tunafanya hivyo tunaprovide watu wetu, hatujaweka limit kwamba mpaka wao watu kadhaa, hapana. Yes, Mm-hmm. Ni kwamba tue mwenyee unaona kwa event yangu jinsi ilivyo nitahitaji msaada wa Azam. Mm. Mm. Na, wa pia, uh, na kwa upande wa gharama pia ndio ikoje? Sasa kwa kwa, ujazo kupungua na uh, tofauti na zile premium za, za family package. Yeah. Na nashukuru kwanza kwa kwa swali lako maana ningestau point ya msingi <laughs> <No. laughs> kwamba hiyo huduma tutakayokuwa tunaitoa kwenye, kwenye, kwenye events yeah. Na bei ya ice cream itakuwa ni bei ya kiwandani kabisa, sio bei ya jumla, bei ya oh. kiwandani, ex factory price mm -hmm. Kwa watu wajue na Uh, wawe tayari kwa kupata best price in town mm. Kwa ni bei, mm -hmm. E una... anajale. <laughs> <anajalea. laughs> ya kiwandani, na na yes, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bei ya kiwandani. Unajua kwa kawaida watu tunakuwa na bei tatu yeah. Sawa so, kunakuwa na bei ya kwanza ambayo ndio bei ya kiwandani mm -hmm. ambayo hii bei ni kwa ajili ya mawakala, alafu mawakala wao wanaenda kuuza bei ya jumla mm -hmm. Umeshaona? Halafu watu wanaonunua jumla wanaenda kuuza kwa konsuma, kwa mtumiaji wa mwisho. Sisi ambao tunanunua rejea. Yes, yale, kama wewe, ingawa tunampaga bula unuajia. Lakini zikiisha ananunua hata <laughs> yes, eh, yes, pakeji yake inavutia kupigia picha kabisa kabisa. Eh, tumekuja vizuri yeah. Kwa kweli kazi ya kazi ya ndugu yangu hapa Hassan Shekh, watu wanataka kitu eh, chochote eh, cha kuvutia. Unaweza kuona hata vifuniko vyake viko very sealed. Kwa hiyo ni kitu ambacho vijiko vyake vya kutumia, vipo kwenye box moja kwa moja. Na kuhusu bei, ningemwakilisha ndugu yangu. Yes, kwa hiyo bei ni bei ya jumla. Kwa mfano, hizo hizo kwa be, kwa Dar es Salaam bei ni kwa ajili ya Dar es Salaam, sio kwa ajili ya mikoani okay. Uh, tunatoa kwa box moja uh, zinakuwa pisi 18 kumi na nane mm -hmm. Kwa shilingi elfu tisa na, na mia tano hizo 150 mils kwa unaweza ukaona hapo pisi 18, alafu 150 ml ni kubwa kidogo unavyoiona hapo, e, alafu uh -huh. Kwa bei hiyo 29 na 500, bei ya kiwandani kwa Dar es Salaam, lakini pia tuna hiyo uh, 100 ml tunaitoa kwa elfu 26. Sasa saa zenyewe zinakuwa nyingi zaidi, zenyewe zinakuwa 36 kwenye box uh -huh. Yes, kwa hiyo urahisi gani tena, shule wakati zinafunguliwa, ukimpa okay, mtoto wako sahivi anafurahi, ya kwanza shule anakula e na marafiki zake hii yes. <laughs> Ison... pia unaweza ukaitumia hata nyumbani, kwa mfano pisi thelathini na sita ukizituliza yeah. kwenye box unakula kidogo kidogo, watoto wanafly kido, it's, it's a good thing kwa kweli, kwa mimi na ianzie kwetu wenyewe sasa, charity begins at home. Tat, tatizo langu kubwa ni mm. kwamba uh, mimi nazipenda sasa, unaweza ukashangaa box hili ambayo unazungumza ni kala kidogo kidogo hey, isiyo kidogo kidogo inyosha yote kidogo yangu <laughs> ikawa ni ya <kusikitisha. laughs> <hatari. laughs> uh -huh. Sasa Hassan umetugusia hapo kusiana na ladha na packaging, sasa muonekano wa ndani baada ya kupata boxi inakuwaje? <laughs> Bila shaka muonekano wa ndani unaizidi mwonekano wa nje kwa sababu ndani ndo kwenye ubunifu zaidi wa test uh, mm, na hiyo ladha ambayo tunaizungumzia, lakini pia kama ulivyokuwa unagusia kuhusiana mm, na uimara wa kontena, kwa sababu ice cream zetu zinapendwa na watoto na watu wazima uh, mwonekano wetu mpya ni imara zaidi. Kwa hiyo hii atakwa watoto wa shule uh, kama iwe ni primary au nursery, ikianguka mm, kikopo hiki hakivunjiki. Mm. Kwa hiyo tumelenga kwa ice cream yetu iwafikie watu wa rika zote mm. Labda James kama anataka sasa tuwaonyeshe naweza mm. eh, eh, e, mk mkajaribu ku test hapa na vijiko vyake vinakuwamu ndani, tukupe moja ukipenda.

Yeah. Mwonekano wake wa ndani yeah. Unakuwa hivi yeah. Hii ni vanilla flavor. Vanilla hiyo yes. Eh, eh. Sasa foya yameonyesha mwonekano wa ndani eh, eh. Mimi ntaelezea mwonekano wa mdomoni wa <laughs> <laughs> <Ladha. laughs> <laughs> <laughs> ndani mwonaje? <clears throat> Ah, yeah. eh. Eh, kinyonge <laughs> <laughs> <laughs> ameniandama sama Mhm. <laughs> <laughs> Sasa mdomoni nikwambie. mm. <laughs> Awesome. Kama, yeah. Kama zaidi ya matarajio. Yes, of course ulituambia kwa, kwa upande wa premium. yeah. Hasa um, malighafi pia ambazo zinatumika yeah. na mchanganyiko wakati tunakamilisha, mm -hmm. yeah. Upekee wake unakuwa ni upi neupi? mm. Eh, nadhani tayari kwenye swali lako umeshazungumzia upekee kwa sababu hizi nyingine hazina tunaita inclusions yeah. ambazo korosho au chocolate bits au toffee bits. Kwa hiyo hizi premium zote mbali inakuwa ni ice cream, lakini inakuwa imeongezewa, ongezewa baadhi ya vitu mm -hmm. Kwa unakula unapata korosho ama unakula unapata toffee bits au chocolate bits au ziko, range, ziko ni range kubwa mm -hmm. kwa hiyo inategemea ni umetamani ipi. Kwa tumelenga kueka very big uh, portfolio yeah, ili kukidhi matamanio ya wateja wetu. Kuna ambao wanapenda kahawa, kuna ambao wanapenda chocolate apate na toffee bits. Kwa hiyo uh, kusema kweli range yetu imekidhi uh, mahitaji ya wa wateja wetu. Asante mm sana. -hmm. James, wakati unakamilisha, kwa yule ambaye ana <coughs> event yake sasa, anataka kuwafikia, anawapataje? kwa upande wa mawasili, anaweza akatutembelea kwenye peji yetu ya Instagram Azam ice cream underscore official, au akapiga simu yetu ya ofisini ambayo ni 0719925420 0719925420 inapokelewa muda wote. Shukrani sana. Yes, umeshamaliza hiyo tutamaliza tarti <minutes. laughs> asanteni sana na tunawashukuru kwa kuungana nasisasa. hizi zimefika au zinarudi zinarudihizi zimefika? <tumaliza> ntachukua tu box moja hapo, tapeleka kule UFM, wote watapata au tutawagawia. <laughs> <laughs> <laughs> Asante sana. Tumekuwa hapa na Hassan Shekh ambaye ni meneja operesheni kutoka Azam Ice Cream na James Matol ambaye ni meneja masoko naye kutoka Azam Ice Cream. Kuwa kumbuka kama utakuwa na event yako utakuwa na uwezo pia wa kupata huduma hizi eh, kwa idadi yoyote ile ya watu ambao utakuwa nao katika uh, hiyo event kubwa. Ni kufikia pia kupita kurasa za mitandao ya kijamii Azam ice cream na utapata mawasiliano hayo moja kwa moja.